Punguza uzito kunataka nidhamu sana, ndiyo maana watu wengi wameshindwa kupungua na kukata tamaa. Lakini sheria kuu ni mazoezi sana na kula kidogo. bila kubadilisha mfumo wako wa maisha na kula kidogo, huku ukifanya mazoezi kwa nusu saa angalau mara tatu kwa wiki, hata hule dawa gani, unaweza ukapungua na baadaye ukarudi pale pale. Lakini pamoja na hayo, kuna vyakula ambavyo ni muhimu sana kuvila wakati unapunguza uzito, kwani vinasaidia kuchoma mafuta ya mwili, lakini vyenyewe pia vina nguvu au kalori kidogo sana kiasi kwamba hata viki kwa kiasi kikubwa sio rahisi kukunenepesha. Nikianza na mboga za majani. Hizi ni kama mchicha, bamia, nyanya chungu, cabbage, spinach, kisamvu, msusa na vingine vingi. Mboga hizi zina vitamini nyingi, fibers au nyuzi nyingi, na wanga kidogo, hivyo zinaweza kuliwa kwa kiasi kikubwa na kujaza tumbo bila kusababisha unene. Lakini pia zinaitwa kitaalamu kama antioxidants, yaani zinaweza kuondoa sumu mwilini. Maziwa tofauti na watu walivyokuwa wanafikiri zamani kuhusu maziwa kwamba yananepesha sana, utafiti umeonyesha maziwa yanasaidia kupunguza uzito, kwani yana kiasi kikubwa cha kasham ambacho husaidia kuchoma mafuta mwilini. Matunda. Matunda yote unayoyafahamu yanapunguza uzito, isipokuwa machache yenye sukari nyingi kama ndizi mbivu na zabibu. Tafiti zimeonyesha watu wanaokula matunda mengi huwa wanakula chakula kidogo sana, sababu nafasi kubwa ya tumbo inachukuliwa na matunda ambayo hayaongezi uzito. Samaki samaki wana kiasi kidogo sana cha mafuta. Wana protini nyingi ambayo itakuacha muda mrefu ukiwa umeshiba na kufanya usile sana, lakini pia samaki wana kemikali ya omega 3 ambayo ni muhimu sana kwenye mwili, kwani huzuia magonjwa ya moyo na kusaidia kazi ya kuchoma mafuta. Mayai, mayai yana protini nyingi sana ambazo zinamfanya kifaranga kutoka ndani ya yai hilo akiwa mzima. Kawaida protini hujenga misuli ikiliwa kwa kiasi kinachotakiwa. Utafiti unaonyesha binadamu wa kawaida anatakiwa hale mayai angalau matatu kwa siku kuondoa uwezekano wa kuongeza kolesterol ambazo ni hatari kwa moyo. Ukiamka asubuhi ukala mayai kama sehemu ya kifungua kinywa chako, utakaa muda mrefu bila njaa. Mayai inayozungumzia hapa ni yale yanayotaga kuku mwenyewe, hasa ya kienyeji. Maharage, hiki ni chakula kizuri sana cha asili ambacho kimewakuza watu wengi kina protini ya kutosha pamoja na fibri, yaani nyuzi, ambazo ni muhimu sana lakini pia nguvu au kalorizi yake ni kidogo sana. Kalanga na korosho, japokuwa vyakula hivi vina mafuta, mafuta yake ni salama sana, hayanepeshi kama mafuta yatokanayo na wanyama. Tafiti zinaonyesha kwamba mafuta haya huweza kuongeza kasi ya uchomaji wa mafuta mwilini. maparachichi Wakati matunda mengine yana sukari nyingi, parachichi zina mafuta na nyuzi ambazo ni muhimu sana kwa afya ya moyo na kupunguza uzito. Parachichi pia lina mafuta haina ya oleic oili ambayo yanapatikana kwenye mafuta ya mizeituni au olive oil, na huwa yana maji mengi na kumfanya mlaji kutoishiwa maji mwilini. Viazi mviringo vya kuchemsha japokuwa watu wengi hawataki viazi hivi na kuamua kuvikanga kila wakati ili wale kama chipsi, lakini ni chakula kizuri sana kama wanataka kupunguza uzito. Viazi mviringo vina sukari kidogo na kiasi kikubwa cha potasia. Nyama ya kuku, hasa kuku wa kienyeji ambao wanakuzwa kiasilia, huwa na protini nyingi sana ambayo inajenga misuli baada ya kuongeza mafuta mwilini. Kuku wa kisasa wana kemikali nyingi sana ambazo zinahusiana na magonjwa hatari kama kansa na kadhalika. Kumbuka, kama unakula kuku kupunguza uzito, usile ngozi yake, kwani na mafuta mengi. Mafuta ya maji, mafuta yanayokuja kwa mfumo wa maji kama kolie, mafuta ya nazi na alizeti ni mazuri sana, kwani akiingia mwilini ubaki kwenye mfumo ule ule. Lakini mafuta yanapokuja kwa mfumo wa kuganda kama Kimbo, Blueband na siagi, siyo mazuri, kwani akifika tumboni uganda vile vile.